Nyota wa soka kimataifa kutoka Ufaransa, Ng'olo Kante ameibua mjadala mkubwa wa, wa mitandaoni kufuatia uvumi ulioonea kuhusu kufunga kwake ndoa ya siri wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Mali. Kiungo huyo anayesifika kwa unyenyekevu na mchango wake mkubwa kwa timu ya taifa ya Ufaransa alidaiwa kufunga ndoa ya kitamaduni tarehe 9 Machi 2025 mjini Bamako, Mali, na maanisha siku ya jana. Kante anakipigia kwa sasa katika klabu ya Al Ittihad ya Saudi Arabia ni miongoni mwa wachezaji unaopendwa sana ulimwenguni si tu kwa uwezo wake wa kipekee uwanjani, bali pia tabia yake ya heshima na adabu inawavutia wengi. Taarifa za harusi yake zilibuka baada ya vyombo mbalimbali vya habari hasa nchini Mali vya kidijitali kuachia picha inamwonyesha Kante akiwa amevalia vazi la jali la harusi la Mali akiwa na mwanamke anadaiwa kuwa ndiye mke wake. Chapisho hilo liliambatanishwa na ujumbe unaosomeka mchezaji wa soka mwenye asili ya kifaransa na mali Ng'olo Kante ameoa rasmi leo jijini Bamako. Picha hiyo ilisambaa kwa kasi na kuzua gumzo kutoka kwa mashabiki waliokuwa akimpongeza kwa hatua hiyo ya maisha ndoa, huku ikielezwa kuwa Kante aliomba familia yake imtafutia mke Mali kijijini kwao baada ya mahusiano aliopita ya Ulaya kutokumwendea vizuri. Hata hivyo, furaha hiyo ilikatizwa hafla baada ya taarifa hizo kukanushwa rasmi kupitia msemaji wa karibu wa Kante. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kaka yake, alieleza kupitia kwenye mitandao ya kijamii kuwa habari inayosambaa mitandaoni kuhusu picha hiyo kwamba Ng'olo Kante ameoa si ya kweli. Kante ambaye amekuwa na msimamo wa kuto kuweka maisha yake binafsi hadharani, hapo awali aliwahi kuhusishwa kimapenzi na Julitra, mrembo aliyekuwa mke wa zamani wa mchezaji wa soka aitwa Jibril Size, na uvumi kuhusu wawili hawa licha kuwepo kwa muda, lakini safari yake hivi karibuni nchini Mali kwa ajili ya shughuli za kifamilia na kijamii ndiyo iliyopelekea tetesi hizi za sasa. Baada ya uchunguzi wa kina ilibainika kuwa mwanamke aliyekuwa ameonekana na Kante kwenye picha hiyo akiwa amevalia vazi la jadi ni mjane wa kaka yake marehemu, si bibi harusi kama ambavyo ilikuwa ikidaiwa. Hili iliwekwa wazi na kuelezwa jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kusababisha upotoshaji wa taarifa, hasa inapohusu maisha ya watu maarufu. Hii hapa ni SNS Magazine, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina